Kijiji cha wakulima. Miaka mingi iliyopita kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na misitu mizito. Watu wa kijiji hicho waliishi kwa amani wakiitegemea ardhi kwa kila kitu, chakula, tiba na hata imani. Kijiji hicho kilijulikana kama Maweni na kilijivunia mashamba yenye rutuba ya ajabu ambapo mazao yalikuwa makubwa kuliko kawaida. Lakini nyuma ya utele huo kulikuwa na siri nzito. Kila mwaka wakati wa mavuno, mtu mmoja hupotea ghafla, bila alama, bila sauti, bila ushahidi. Wazee wa kijiji walikuwa wakisema, hayo ni mapatano ya zamani, usijaribu kufuatilia, ardhi inalipa kwa kile inatoa. Mwaka mmoja, kijana jasiri aitwaye Baraka ambaye alikuwa amerudi kutoka mji wa mbali, alikosomea kilimo cha kisasa, alikataa kusadiki hadithi za usiku. Alitaka kujua ukweli akiwa na rafiki yake wa karibu Neema, waliamua kufuatilia kilichokuwa kinatokea usiku wa mwezi mwekundu. Walijificha karibu na shamba la mzee Tumbo, ambaye aliwahi kunong'ona kuwa sauti humwita usiku. Walisikia sauti ya kuimba nyembamba, ya kusikitisha, ikitoka ardhini. Ardhi ilianza kutikisika kwa upole, na ghafla mzee Tumbo alionekana akitembea mwenyewe kuelekea katikati ya shamba kama aliyelala. Alipofika ardhi ilipasuka kimya kimya na akamezwa. Baraka alipiga kelele akajaribu kumkimbilia lakini ardhi ilifunga kama haikutokea chochote. Kesho yake wanakijiji walipokutana walifanya kama kawaida walinyamaza. Hakuna aliyesema lolote juu ya kupotea kwa mzee Tumbo. Lakini usiku huo ardhi ilianza kunena. Baraka na Neema walirudi nyumbani wakiwa na hofu moyoni lakini mioyo yao haikutulia. Usiku huo walikaa chumbani kwa Baraka wakijadili walichoshuhudia, huku upepo ukivuma nje na milango ikigonga kwa nguvu ya ajabu. Sauti ilisikika kwa mbali, sauti ya kike iliyochanganyika na milio ya upepo: tulisema msivuruge, tulisema msitazame, ardhi hulipa kwa damu. Neema alitetemeka. Baraka, ehiyo sauti hii ilitoka wapi? Baraka hakujibu. Alisimama polepole pole, akafungua mlango wa chumba chake. Hakukuwa na mtu. Lakini barazani kulikuwa na matope yenye alama za nyayo zikiingia ndani ya nyumba. Kila hatua ilikuwa na mchuruziko wa damu nyekundu iliyokauka. Walikimbilia kwa Mzee Mangale mzazi wa Baraka ambaye alikuwa mtaalamu wa tiba za asili na mlinzi wa mila. Alipoambiwa yote, alikaa kimya kwa muda mrefu kisha akasema kwa sauti ya chini, ardhi ya maweni si ya kawaida. Mababu waliingia agano na kitu kisicho cha ulimwengu huu ili mashamba yao yawe, yawe na rutuba. Walikubali kulisha ardhi roho moja kila mwaka kwa vizazi ishirini, agano hilo limeendelea. E, Neema aliuliza, na kama hatuwezi tena kuitoa hiyo roho? Mzee Mangale akatazama nje kwa macho mazito, basi ardhi itaanza kuchukua yenyewe wote bila kuchagua. Siku iliyofuata hali ya kijiji ilibadilika. Mashamba yalianza kutoa mazao meupe yasiyo na ladha. Wanyama walikuwa na hofu na maji ya kisima yakaanza kuwa na ladha ya chuma. Ndani ya siku tatu, watu wawili wengine walipotea bila sauti, bila mwanga, bila alama. Baraka alijua ni lazima akomeshe haya. Alijua lazima ashuke chini ya ardhi, aliposhuhudia mzee Tumbo akimezwa. Kuna kitu kilikuwa kinawaita mahali pasipojulikana, ambapo siri ya agano lililofanywa zamani ilisubiri kufichuliwa. Lakini ardhi haikuwataka waje wakiwa wawili. E, usiku wa nne ulipowadia, kijiji cha Maweni kilikuwa kimetulia isivyokuwa kawaida. Hakukuwa na kelele za usiku kama kawaida. Hakuna fisi, hakuna bundi, hakuna upepo tulivu, kimya cha mauti. Baraka alitembea kimya kimya kuelekea shamba la mzee Tumbo, akiwa amebeba mkoba wenye mishumaa mitatu, majivu ya mti mtakatifu na dawa aliyopewa na mzee Mangale, dawa ya kuona yaliyojificha kwa macho ya kawaida. Neema alitaka kuandamana naye, lakini Baraka alimwambia kwa msisitizo, ardhi imesema haitaki wawili, ukija unaweza kuwa sadaka ijayo. Alipofika kwenye shamba, alisimama mahali pale ambapo ardhi ilimeza mzee Tumbo. Alikaa chini akachora mduara kwa majivu akaweka mishumaa pembezoni na kuanza kuzungumza maneno ya kale aliyofundishwa. Mara ardhi ilianza kutetemeka na ufa mwekundu ulifunguka katikati ya duara. Harufu ya damu na udongo uliooza ikampiga puani. Ndani ya ufa huo, ngazi za udongo ziliingia gizani. Baraka alichukua pumzi ndefu, akaingia chini ya ardhi. Kulikuwa na mgurumo wa ajabu kama mapigo ya moyo ya kitu kikubwa. Ukuta ulikuwa na alama za mikono, baadhi ikiwa na kucha zilizokwaruzwa kwa hofu. Mwanga wa mshumaa wake ulishindwa kupenya zaidi ya hatua chache mbele. Ghafla alifika kwenye ukumbi mkubwa wa mawe ambao katikati yake kulikuwa na sanamu ya kiumbe mwenye uso wa binadamu, lakini macho ya mnyama na midomo iliyofumbwa kwa nyuzi za nywele. Chini ya sanamu kulikuwa na maandishi ya kale: tulipea ardhi mzizi wa uzao wetu, aliyevunja agano alirithi laana ya njaa na giza Ardhi hailishi isipolishwa. Ndipo alipoelewa watu wa zamani walikubali kutoa mmoja wao kila mwaka, ili ardhi iendelee kuwapa chakula na uhai. Agano hilo halikuvunjwa, lilikuwa linaishi. Baraka alisogea karibu na sanamu, akaweka mkono wake juu ya kichwa chake, mshumaa wake ukazimika ghafla. Katika giza, sauti nzito ilimjia moja kwa moja akilini: wewe si wa damu ya agano, lakini umetazama Umeingia, basi utalazimika kuchagua. Baraka akauliza kwa sauti ya woga, hu kuchagua nini? Sauti ikajibu, hijitoe au leta mwingine, ardhi hailali. Baraka alitetemeka, jasho likimtoka licha ya baridi kali ya chini ya ardhi. Maneno ya kiumbe yalimjia tena kichwani, hijitoe au leta mwingine, hakuna muda wa kusubiri. Ardhi ilianza kunguruma na dari ya pango lililojaa mifupa ilianza kutikisika kana kwamba dunia yenyewe ilikuwa ikivuta pumzi yake ya mwisho. Alijua hakutakiwa kukaa hapo muda mrefu. Baraka alikimbia juu kwa haraka akapanda ngazi ya udongo huku mwanga mdogo ukianza kuonekana. Alipotoka nje, alfajiri ilikuwa imeanza kuchomoza lakini kijiji kilikuwa kimebadilika. Nyumba nyingi zilikuwa tupu. Milango imeachwa wazi, sufuria zikining'inia jikoni na mashamba yamekauka ghafula kana kwamba maisha yote yalivutwa usiku mmoja tu. Baraka alikimbia nyumbani kwake akamkuta Mzee Mangale akiwa amelala sakafuni akihema kwa tabu. Neema alikuwa pembeni akimshika mkono huku machozi yakimdondoka. Mwanangu, ardhi imeanza kulipiza. Mkataba umevunjika. Lazima utoe suluhisho kabla hakijabaki chochote. Baraka akamwangalia Neema kisha akatazama kijiji. Hakuwa tayari kumpoteza mtu mwingine, lakini hakutaka kutoa mtu yeyote kama sadaka. Alikumbuka kitu kimoja ambacho hakijajaribu, kuvunja mkataba kwa kutoa kitu kingine zaidi ya damu. Alimwambia Neema, kuna njia moja tu ya mwisho. Nitakwenda tena chini, lakini safari hii nitabeba uzima, si kifo. Alitengeneza mzigo wa mbegu safi, mchanga kutoka mlimani na maji matakatifu kutoka kwenye kisima cha zamani cha babu yake. Alijua kuwa ardhi iliulisha njaa ya laana, lakini pengine ingeweza kushibishwa na uhai halisi wa dunia. Baraka alishuka tena pango la chini, safari hii akiwa peke yake kabisa. Alipofika kwenye sanamu, ardhi ikaanza kunguruma tena, lakini aliweka mzigo wake mbele ya kiumbe, akapiga magoti na kusema, sitatoa damu Nitatoa maisha. Chukua hii ardhi mpya, imimea, maji, mbegu. Chagua kati ya laana na uhai, lakini siwezi kuendelea kuwa. Kulikuwa na kimya kilichodumu sekunde kadhaa, kisha sanamu ilianza kupasuka. Kutoka ndani yake mzizi mwekundu ulianza kuchipua, ukikua kwa kasi na kukua kuwa mti wenye maua ya giza ulioangaza kidogo, kama moto wa makaa. Sauti ile ile ilimjia tena, umetoa sadaka tofauti. Hatukuwahi kufikiria uhai unaweza kulisha njaa ya ardhi. Mkataba umevunjika. Laana imetoweka. Lakini kumbuka, ardhi haikusahau waliolala ndani yake. Baraka alirudi kijijini. Ndani ya siku tatu mashamba yalichipuka upya. Watu waliokuwa wakipotea hawakurudi, lakini kijiji kilipata uzima mpya. Hakukuwa na vifo tena. Hakukuwa na kupotea. Lakini kila mwaka, usiku wa mwezi mwekundu, maua mekundu hulia upepo wa huzuni kwenye ule mti wa ardhini, na hakuna anayejaribu kuyasogelea. Na hundo mwisho wa hadithi yetu.